Tunawaeka ndani kwa kukosa kujua kwamba kuna kitu cha maadili na imani yetu, kuifikisha katika mambo ya taaluma, ndo tunakuja kuwasahau sahau wakina mama kwa sababu ya wafanyakazi. Sijui tunaziona hizo pointi. Sasa kwa sababu ya mambo haya, ndo tunaamua sisi kama jumuiya, tuja tukufikishieni nyinyi nyinyi muna michango gani juu ya masuala kama haya? Maadili ndo yanaporomokea humo watoto wetu, sasa hivi mambo ya ki Allah eh, tustiri mambo ya kihatarishi, mambo ya hatarishi, kushea mwili na mwili, watu sasa hivi wanafanya ndani ya majumba yao, wanaanza na wafanya kazi. Kama hatuyajui jamani, nini sisi tunaopekewa ndo tunakuleteni, na nyinyi tujue kwamba haya mambo yapo. Maadili tunayapiga tunayapiga vita, tunayaacha nyuma. Sisi jamani, ndo akuja kushirikiana. Sasa kwa kuyajua haya jamani, ndo tunaamua sasa. Nyinyi wenzetu, muna mchango gani juu ya masuala kama haya? Lakini na mwisho kuliko yote ni matumizi mabaya ya kimaendeleo Maanake hawa watu wakakokosekana, tutakapokosa watu ambao wa mazubuti hapa mwanzoni mbeleni, hata kama watakuja kuwa ni viongozi, watatuburuza tu ku, hawatatuongoza na hii mifano jamani, naiona. Wapi huyu sasa hivi, Allah akustiri mama zetu, wanapokwenda kwenda wanapokwenda wana kwenda wana kuomba kazi jamani, lazima tujue kwamba kinachotumika tiketi ya kwanza ni mwili wake, mwili wa mama zetu ndio unaotumika mara ya kwanza, kabla ya cheti, kabla ya pesa, kabla ya kujulikana kab... na kama mtakapoamini, hebu tufanye sizungumzi kwa kutoa ibu ya mtu mtaficha kidogo, lakini kiuhalisia kwamba ilishatokezea kuna bosi miongoni mwa mabosi anakwenda kuombwa kazi na watu wote, anaondoa Mungu kawajalia wazetu wa kibara kidogo, Mungu kawajalia, nadhani tukisema kawajalia tafahamiana, lazima kufahamiana, sio so, kama za bara hivyo wakuja, lakini Mungu kawajalia mwana mwana dada akaingia ndani ya ofisi, kaenda kuomba kazi. Yule kaenda kuomba kazi, kaeka tekniki, anajiamini kabisa, mimi kwa kuenda kukosa gazi eneo lile sikosi. Picha linaanza aliomba kukutana na bosi. na bosi na siku ile ilikuwa riziki yake, anafungua mlango baada ya kukaribishwa, baada ya kufungua mlango, katoa mili wote kaweka nyuma kwa ajili ya kufanya heshima, kabana mlango. Maanake jambo la kwanza liloanza kufeli ni kumpa ngumu, jambo la kwanza liloanza kufeli. Jambo la pili, jamani, katika kusoma hakuna matusi, tusameheane. Jambo la pili, kabla ya kufikia bosi, macho yalianza kufanya kazi kabla ya kazi. Maanake bosi unapapa, unajua sasa huyu anayekuja, huyu kidogo, huyu yaani, unasahau kazi Unakumbuka kwamba hapa hmm, napata kidogo sijajua tunapata nini wazee, lakini mtu anakasha jua picha ninaanza tu anakusogelea, sasa hizi vipi hali, kwa upole kabisa nimekuja kuomba kazi. Ile njia anayoitumia kwa ajili ya kuombea ya kazi, yaani kabla hajaiomba shaipata kazi. Kinachofuata anaweka namba ya simu, njoo kesho au tukutane muda fulani. Wallahi, sasa hivi kuitafuta mia tano unapata jasho jingi na utaitafuta mpaka utachoka, lakini kuupata mwa... nini mwili wa mwanamke sasa hivi imekuwa ndo rahisi. Masheesi kweli, wazesi kweli, mwili wa wanawake sasa hivi umekuwa ni wa kawaida kwa baadhi yao. Kwa nini wanatanguliza mwanzo zile shida ambazo haziwaruhusu, kisha zile shida ambazo zihitaji wanaziweka mwisho? lengowaka kwa hiyo jamani, nyinyi kama wazee na nyinyi kama jamii, hebu leteni michango yenu, tujue tunafanya kitu gani, tufanye nini ili tuwapate wazee nini, tupate vijana wa baadaye, ili nguvu kazi ya baadaye tuipate, nini tufanye hii. Spika naomba irudi kwenu sasa. Naam, kuna yoyote mwenye kutaka kuchangia? Sio kama kuna tunahitaji watu wachangie

awanaafaiee pekeeu kwa sababu ushirikiano ni baina ya watu wawili. Akina baba, msiwe nyuma. Ninyo ndo walezi haswa. Sieni ndio tuna majukumu ya majumbani, lakini nyinyi mnatakikana muembele. Mkifika majumbani, ulizeni watoto wenu waulize wake zenu, kwa sababu kama hatukufanya hivyo, hatutokwenda na mama pekee hawezi kulea. Mwanamke peke yake halei, ingawa na sisi wanawake tumo, kwa sababu anaweza akapigwa mtoto na baba tukaja juu au tukamtukana baba

Uh, tutapata chochote kwanza. Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nasikitika sana taarifa hii iliyokuja ya umoja huu wa ukamati ya kuhusiana ma maadili kutengeneza maadili ya watoto wetu. Uh, masikitiko kwanza ni kwamba naona ni udhaifu ambao ni udhaifu ambao nafikiri taarifa itakuwa nahisi kama taarifa itakuwa haijapatikana, kwa sababu jambo kama hili, mimi natoka huku nimechelewa, lakini natarajia vijana watakuwa wamejaa huku na kina mama, lakini nimepita hapo, naona watu wamekunywa mpira, akasema eh au Warabu wanasema albadaa tusubu, ndio maana hiyo hiyo mwanzo nakuwa mgumu. Kwa hiyo kwanza nasikitika kwamba hili jambo lina umuhimu asilimia themanini mpaka baina ya themanini na, na, na 100, lakini limepata idadi ndogo sana, ushiriki mdogo sana wa kuja wazazi pamoja na vijana kuja kutoa michango yao. Tunafanya nini kwenye, kwenye swala hili? lakini inshallah Mwenyezi Mungu watali yadullahi maa ljamaa. Kwa hiyo ninahisi inshallah, Allah, tujitahidini, lakini pia tuandaeni tena, ehe, tusichoke, kwa sababu tunafanya kazi zaidi kwa liilahi kalimatillah. Kwa hiyo tuandaeni tena inshallah, tuwakusanye wazazi, tuwakusanye vijana, wapewe taarifa mapema ili hili, hili jambo liandaliwe watu waje waambiwe, hasa wapewe taaluma, kwa sababu jambo lolote kwanza linataka chabu, taaluma na ukitaka kupindisha hivi basi ndio utabomoa moja kwa moja. Kwa hiyo hatua za mwanzo, ushauri wangu kwanza, tuwaite kwa huku upande wetu sisi, kwa huku kwetu tuite tena, tujipange vizuri, lakini kabla ya kuita kwanza tutafute kama wajumbe wawili watatu ambao watakuwa wanatoa taaluma kwa vijana na kinamama kwamba lile jambo wanaotakiwa ni sisi sio wengine. Kwa hiyo hiyo rai yangu ya kwanza. Asante. Kwa hiyo msichoke na mta, mtaangalia siku gani ipangwe, halafu watolewe, ikiwezekana, vifurushi hasa tolewe, peperushi vitolewe, ili jambo lienezwe Halafu baadaye tena, baada ya hapo, na sisi tujipangeni vizuri sasa kuja kutoa taaluma zaidi, kuja kutoa taaluma. Ehe, tusi tusi tusiainishe sana kasoro, kasoro nafikiri zimejaa sasa hivi, lakini tuambie watu, tunajua watu jamani, tumeatana kitu gani unataka kutengeneza. Kwa hiyo hiyo ndo rai yangu ama suala la masuala la maadili

tayari. Hivyo basi, kama walihisi ni hivyo katika jamii, sisi wana Jukumaza tupo tayari muda wowote. Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh, kwa faida mtazamaji wangu wa chaneli ya Jukumaza Online TV. E, tukiwa katika eneo la Fuoni Kitongani hapa e, ndani ya skuli hii ya Kitongani kama unavyoiona e, kwa jumui ama jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, imefika katika eneo hili la Afuoni Kitongani kwa ajili ya kuja kuzungumza e, na wazazi wa eneo hili jua sa lazima la maadili, lakini malezi pia ndani ya nchi yetu hii ya Zanzibar, kwa ukilinganisha e, kuna wimbi kubwa la mchafuko wa maadili katika nchi yetu ya Zanzibar. Kwa hiyo jumuiya hii bado inafanya kazi yake, inafanya juhudi kubwa kwa ku, ya kuwasa wazazi e, ndani ya jamii yetu kwa ajili ya kurekebisha maadili ya vijana wetu e, ndani ya nchi ya Zanzibar ili kupata vijana ambao watakuwa ni sahihi katika taifa hili, kuisaidia serikali lakini pia kupata katika mustakabali ambao ni mzuri zaidi ya maisha yao. Kwa hiyo mimi mtazamaji wako Yusuf Othman bin Abdullah, usikose kutufuatilia katika channel yetu ya Jukumaza Online TV kuweza kujifunza mengi ambayo yanaendeshwa na jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Asante sana. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mada yetu ya leo itakuwa ni hatari ya kukosa vijana nguvu kazi kwa miaka ya baadaye Hatari ya kukosa vijana nguvu kazi kwa miaka ya baadaye. Wazee wenzangu, wazee wangu, baba zangu, lazima tuamini kwamba hapo mbeleni utakuwa kuna maisha ambayo tulitakiwa tuyaandae sasa hivi. Sisi ndiyo waandaaji wa hayo wa maisha ya mbeleni ya watoto wetu. Sisi ndiyo tunaotakiwa tuchunge, tukamate vizuri Pakukamata pakamatwe, pakupigwa papigwe, pakupingwa papingwe, lengo na mazumuni, tufikie malengo ya kuwafikisha watoto wetu hapo mbeleni. Hili tutaliamini ya kwamba Mheshimiwa Rais na viongozi wake wameamua kutengeneza mambo mengi sehemu nyingi taasisi nyingi kwa ajili tu ya kufikisha elimu katika jamii na sisi wazazi tunatakiwa tupate mwamko kwa ajili ya kuandaa watoto wetu, kuwachukua, kuwafikisha sehemu husika, lengo na mazumuni, isije ikafikia wakati tukamtafuta nani wa kumlaumu. Wa kulaumiwa na mali ya kwanza alitakiwa kulaumiwa wewe mzee, kwa sababu tu ya kushindwa kukamata vizuri ma ma kushikamata vizuri sehemu yako ama kukamata vizuri cheo chako, zidi ya nani? Zidi ya sehemu ya nyumbani, au zidi ya watoto. Tunachotengeneza sisi ni kwamba leo sisi hatujajua maisha yetu, tunakwenda mbele, lakini kwa hapa tulipofika sisi tunatakiwa kuandaa future ya watoto wetu.

kwa ajili ya kupeleka mbele au kuimarisha maadili mema kupiga na wewe ah, pamoja e, na sisi wenyewe labda y kwanza, kama alilolizungumza mjumbe hapa kuhusiana na taarifa, hata na mimi vile vile kwa hatua moja nasikitika kidogo, kwa sababu taarifa jumuiya ya yu Jukumaza imetoa mapema kwamba ile inataka kuja kufanya mkutano wake na ikawa bado haijathibiti vizuri lakini tukaanza kutoa taarifa e, kama tunatundika tunaielezea kwamba hapo karibuni patafanyika kitu fulani, kwa alhamdulillah, misikiti mingi tu na mitaa mitaani, bila shaka watu wengi walipata taarifa hiyo, lakini kufanyika lile tukio lenyewe limekuja ghafla. Kwa mfano kama mimi nilikuwa ni mwenezaji wa hizi taarifa huku lakini mimi mwenyewe kwa hakika, kama leo tuna muhadhara huu, basi ni asubuhi kwa kupiga simu ndio napata taarifa rasmi kwamba leo mhadhara upo Oyo, ichikitu. Kwa hiyo hichi kitu naomba kwamba jumuiya mjipange sana, kwa sababu mumebeba jukumu moja kubwa sana, na ili jukumu la Jukumaza jumuiya kuimarisha maadili, basi maadili haya inawezekana ika, ikawa ni sababu ya ya kupata adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika jitihada zetu tutakaporudi nyuma, na inawezekana pia ikawa ni miongoni mwa mambo ya kutupandisha daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa mtafanya jitihada katika kueneza. Kwa hiyo kubwa, naomba tuwe serious katika kulieneza hili, na kwa tua mwanzo una taaluma watu wanataka wapewe kwanza taarifa ya uenezi, wajue kama kuna jumuiya watu hawajajua kabisa, wako Zanzibar lakini hawajajua kama kuna jumuiya hii, waijue halafu na ile malengo yao. Lakini katika kutoa mchango, vipi tufanye ili vijana wetu wapate maadili pamoja na sisi wenyewe wazazi, tusisahau. Labda cha kufanya, fikra yangu mimi kwanza, e, hii jumuiya basi ijitambulishe kwa zile jumuiya ambazo zinafanya njia zinapita zina, zina katika njia hii hii au malengo haya haya ya kutengeneza. Kwa mfano, hapa Zanzibar tuna jumuiya ya kuhifadhisha Qurani Zanzibar. Qurani tunaifahamu maana yake na malengo yake. Kwa hiyo haya tunayotengeneza, tunayotaka sisi hapa kuimarisha maadili ya vijana wetu pamoja na sisi wenyewe, yote hapo katika Qurani kwa hiyo ipo jumuiya ya Qurani. Sasa fikra yangu mimi ni kwamba jumuiya Jukumaza itembelee katika jumuiya ya kufarisha Qurani Zanziba, ionane na viongozi wa jumuiya hiyo, wabadilishane mawazo, kwa sababu inaonekana hawa wote lengo lao ni moja. Lakini na pia vile vile kuna jumuiya eh, kuna jumuiya ya maimamu, kuna jumuiya ya maimamu Zanziba kwa hiyo na hii jumuiya ya maimamu, kama ni maimamu, maimamu hawa lengo lao ni hili hili, wanakusudia kutangaza kueneza eh, akhlaki zifamike zifahamike zinazozunguka katika Qurani na Mwenyezi muswaa. Kwa hiyo na hili nalo linahitajika kwamba mfunge safari moja mbili tatu, mwitafute jumuiya ya maimamu Zanziba iwatambue na vile vile mubadilishane mawazo. Badala yake mnapokuja mbele yetu kama hivi, basi tunataka mtupe njia tufanye hivi. Badala yake, ikiwa kuna mtu ana wazo, vipi tufanye, na nyongeza lije, lakini miongoni mwayo mtujie hii mtu, yaani nyinyi jumuiya, hayo mambo mtujie nayo, mtuambie fanyeni hili na hili na hili, ili maadili yapatikane katika vijana wetu pamoja na sisi wenyewe Koyo, niyo. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa fikra yangu, hizi ni miongoni mwa fikra kwamba tuitahidini kufanya hilo ili kuweza kufanikiwa. Tuna safari moja ndefu sana inahitajika Koyo, naisi. Kwa hiyo nahisi kwamba muda unakwenda na wengine bila shaka wanataka kutoa fikra. Kwa hiyo mimi ni Shihabu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Alaikumsalamu wa rahmatullahi wa barakatu. wa wa wa ongea yale ambayo yako ndani ya moyo wake na kila mmoja k kubwa mpaka hapo u mwenyekiti, kutokana na maelezo ya mheshimiwa pale, kubwa ni kwamba bado kamati haikuonekana sehemu zinazotakiwa kufika. Kwa hiyo fanya jukumu hili kwa ajili ya kuchukua kamati kufikisha sehemu nyingine, kumbe wapo watu ambao wanafanya kazi ambayo inaendana na kazi zetu. Nadhani niko sahihi mheshimiwa. Kwa hiyo tujitahidi kufika hizo sehemu kusudi kwamba tushee aidi ya baina yetu, ili tupate lolote na hisi kule. Mwisho kutakuwa kuna mchango kupitia haya tuliyowazungumza. Hivyo basi, tunaomba dada, mwisho kule, ungeie lolote binadam, wewe katika maisha yako, katika nyenonyeno zako. Mimi lango la kuchangia ni kwa kushirikiana baina ya wazazi na majirani, tushirikiane kwa sababu watoto siwe tusi si, si, si, si kama ni wa, wa wazazi, tuna majirani pia wanahusika, kwa sababu huko nje wanafanya mambo mingi, na wanapofanya wale mambo, baada ya wazazi nakuwa hawa hawapo wala hawajui linalofanyika. Kwa hiyo mzazi na majirani, unaweza ukaliona ile jambo ukalikemea na mzazi unapoletewa ile taarifa, usiwe juu kwa mwanao kwa sababu ile jambo kalifanya, kwa mfano tuseme, kama mtoto wako amekutikana sehemu ambayo kuwa tuseme anashirikiana na watu wabaya au watoto wabaya, lazima umrudi umwambie ile analolifanya, wewe silo, unatakiwa ujepushe nalo. Au tuseme anamfanyia mtoto mwingine, tuseme kwa mfano, kinyume na maumbile, ambao kwa yeye ni mdogo, yeye ni mkubwa, unapoliona ile kosa, unatakiwa mkemee hata kama si mwanao kwa sababu mtu hawezi kulea mtoto wake pekee, lazima uwe na mashirikiano. Hapo ndio utapata kuwajenga wale watoto na, na jengine huyo tuseme kama mfano hii yeah, ili mzazi wa kiume kweli, tuna pirika nyingi, tuna kazi nyingi tunazozifanya, lakini angalau kwa mwezi tupate angalau siku mbili tatu, tukae na watoto wetu tuweke kama kikao tuwaelimishe juu ya maisha yanayotokea saa hivi katika hii dunia. Kuna changamoto nyingi zinatokezea, jamani, watoto wetu mkae hivi, mfanye hivi, haya yanofanyika, haya si mazuri, haya ni mazuri. Kwa hiyo mjitahidi myafanye, inshaallah kazi yetu wazee ndio kusababisha hivyo. Basi hiyo maiki ndio siipeleke mbali sana, tuipeleke kwa ukti hapa. Ukti sasa hivi alitoka sehemu, anaondoka mama kamwelekezea sawa. Ukti uko ulikotoka, huko umetoka na watu, umetembea wao, wanafanya shughuli zao tofauti. si ulikutana na vijana wenzio nje? mm -hmm. nakutana nao kweli? uh -huh. Sasa hapa tunachozungumzia ni kikubwa, ni kwamba wale vijana walio wakuta nje tunawahitaji kwamba kesho wafike hapa. Wewe kwa mawazo yako unahisi nini tukifanye ili watu kama wale na kesho waje na wao hapa wapate elimu unaoipata wewe? Tua, tuambie. Kwa kuna wito au kuna elimu inatolewa kuhusu vijana wetu, watoto wetu, kuna kama mafunzo yanatolewa. Kwa hiyo tuwahimize na wao tuwambie, muhimu kuja wapate wajue nini kinachoendelea. Sisi tulipo hapa tuwape taarifa wazee walikuwepo nje.